Tafadhali kama bado hujasubscribe katika midia hii pendwa, subscribe chini ya video hii, na utakuwa umejihakikishia kwa mwanafamilia wetu, na utupitwa na habari zetu za kiburudani, ambazo na kiki na kumek headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Mama mzazi wa Wema Sepetu hivi siku ya leo amezua gumzo kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuzungumza kuhusiana na ujauzito wa mtoto wake Wema Sepetu, lakini pia swala kubwa ambalo limewachanganya sana watu wengi na watu wengi walikuwa wanatamani kupata majibu kutoka kwa mama mzazi wa Wema Sepetu ni namna ambavyo ujauzito wa Wema Sepetu unamhusisha uh, msanii Diamond Platnumz kwa asilimia kubwa sana. Uh, watu wengi wamekuwa wakisikia hizi tetesi mitandaoni kwamba ujauzito wa Wema Sepetu uh, baba ni msanii Diamond Platnumz. Jambo hilo eh, baada ya kusambaa sana mitandaoni, baadhi ya mashabiki wa Wema Sepetu walikuwa wanatamani kufahamu, ukweli uko wapi? Baba kweli ni msanii Diamond Platnum. Mama Wema Sepetu siku ileo ameamua kuzungumza mazito kuhusiana na kinachoendelea, eh, kuhusiana na ujauzito wa mtoto wake Wema Sepetu. Kwanza kabisa, amedai kitu ambacho anakitamani yeye kama mama, eh, ni kufanikiwa kumpata mjukuu wake kwa sababu anakuambia mtoto wake Wema Sepetu amehangaika kwa, kwa miaka mingi sana kutafuta mtoto lakini lakini pia amepambana huku na kule kwa ajili tu ya kuitwa mama lakini ilishindikana. Sasa hivi anakuambia amejaribu tena, wao kama familia wamefurahi; wao kama familia wanaendelea tu kusubiri huyo mtoto ambaye atakuja. Mama Wema amedai kwamba kuna kipindi ambacho Wema alikuwa anapitia mambo magumu mpaka akawa anamwambia mama yake, mama, mimi sitaki tena kubeba ujauzito kwa sababu mara kwa mara nikibeba ujauzito ujauzito huo unaharibika, mimba inaharibika, ninashindwa kuitwa mama. Basi mimi nimekubali kama nimepangiwa hivi, lakini mama yake anakuambia alikuwa anamtia moyomaset siku moja tu utapata na ujauzito huu ambao sasa sasahivi yupo nao, ndio ujauzito wa kwanza ambao umesogea mbele, au tunaweza kusema yani ujauzito ambao umefika muda mrefu zaidi. Mara nyingi sana ujauzito unaishia miezi mitatu tayari umeshaharibika na kutoka, lakini sasahivi amepata matumaini makubwa na kuona kwamba uenda akajifungua salama, huenda akafanikiwa kumpata mtoto wake. Mama Wema ameweza kuzungumza kuhusiana na sakata la kwamba Diamond Platinum anahusika kwa, kwa asilimia kubwa katika huo ujauzito. Anakwambia hata yeye kama mama Wema, hizo taarifa anashangaa zinasambaa mitandaoni, lakini ni taarifa ngeni kwa upande wake, na yeye anakwambia ameshindwa kabisa kumuuliza mtoto wake, kwa sababu anaona ni taarifa za uongo ambazo zinasambazwa kuhusiana na Diamond Platinum, kwa sababu anakwambia mara nyingi sana anachokifahamu Wema na Diamond wamebaki kuwa tu mtu na rafiki yake, wanawasiliana kwa urafiki, lakini hajawahi kuona e, labda e, wana mahusiano au dalili zozote kwamba wamesogeleana au e, wapo karibu, mambo kama hayo mama wema anakwambia hajawahi kuyaona katika watu hao wawili, wema pamoja na msanii Diamond Platinum. Sasa anashangaa e, kuona taarifa zinasambaa mitandaoni kwamba wema e, ana ujauzito wa msanii Diamond Platinum. Anakwambia wema ana ujauzito, lakini sio wa msanii Diamond Platinum, na baba anajulikana kama Una lipi la kuzungumza, tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe kulike, na turn on notification.